Nawasalimu kwa jina la KVZ, ushindi uendelee. Niko hapa msemaji wenu kwa minajili moja kubwa kabisa. Uh, ni kuzungumzia uh, mchezo wetu unaofuata wa siku ya kesho, mchezo wetu dhidi ya Mafunzo, uh, mzunguko wa tano wa Ligi Kuu ya Zanzibar PBZ Premier League. Of course ni, ni, ni mchezo mkubwa huu, tuna anataka ni, nitangulize uh, stu shukrani au uh, nitangulize kauli ya kusema kuwa tunawaheshimu wapinzani wetu timu ya Mafunzo, haijalishi ya kuwa na matokeo ambayo wako nayo uh, mzunguko wa nne, wameea mizunguko minne na alama tano. Of course sio matokeo mazuri kwao, lakini sisi ndo dua nzuri, kwa sababu sisi kama KVZ tunawaombea mabaya wapinzani wetu wote ambao tunashindana nao ubingwa kwa hiyo timu zote kumi na tano ndani ya ligi kuu tunatamani kila siku ziwe zinapoteza michezo au zina sare, ili sisi tuweze kujiwekea nafasi au mazingira mazuri ya kufanya vizuri. Kwa hiyo tunakuwa kucheza na Mafunzo, ni timu ambayo maybe unaweza kusema ina kocha mzuri, ina vijana wengi, lakini naamini katika mchezo huo watakwenda kutuachia alama kwa sababu tuna mipango mikakati mizuri ambayo tumeiweka msimu huu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri . Last season Mafunzo alitupa alama nne, kwa hiyo tunaamini msimu huu hata kuishia kwenye nne, tunataka tusogee kwenye sita. Na mchezo yote sisi ndio tulikuwa tunaonekana uh, tuna, tuna uhitaji mkubwa sana wala matatu kushinda wao, kwa hiyo hata katika mchezo huu tunaamini kwamba tutakwenda kufanya vizuri. Uh, jambo kubwa kabisa ambalo uh, tunajivunia ni ari ya wachezaji wetu, ari ipo kubwa Uh, ile fighting spirit imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kila mtu uh, anahitaji kupata nafasi, na kila mtu anapewa nafasi anaipambania hiyo nafasi kuhakikisha kwamba haondoki tena kwenye kikosi. Na hii ndio raha ya kuwa na kikosi kipana, kwa hiyo tunajivunia hilo. Uh, tunajivunia kikosi chetu kipana lakini kikubwa zaidi ni waasi, mashabiki wetu, mashabiki wa KVZ kuhakikisha kwamba wanakuja uwanjani kwa wingi. Uh, wao ndio tunawategemea, ni mchezaji wa kumi na mbili. Kwa hiyo waje kwa wingi kwa support wachezaji wao, kwa sababu huu ni mchezo mkubwa. Uh, Mafunzo yanahitaji alama, lakini sisi tunahitaji alama zaidi. Tukifanikiwa kuzipata alama hizi, tutafikisha alama 13, tutajiweka katika mazingira mazuri katika mchezo unaofuata dhidi ya Malindi. Kwa hiyo tunaamini eh, eh, tunakwenda kuzinyakua alama hizo. Kwa hiyo mashabiki wetu waje kwa wingi sapoti, waje wakiwa wamevaa jezi, wasije kutizama mpira, waje kutushangilia kwa dakika zote tisini za mchezo. Nataka niwaambie watu uh, mashabiki wetu na watu wengine kwa KVZ msimu huu, uh, hatuhitaji matokeo, kwenye yale matokeo matatu ya ushindi, sare na kupoteza. Matokeo haya mawili sisi hatuyatambui, uh, katika mikakati yetu ambayo tulijiwekea hatuitambui sare, hatuitambui hatutambui kupoteza. Tunatambua tokeo hili moja la ushindi, hilo ndo, ambalo ndo mindset ya wachezaji wetu tumeijenga au tumeitengeneza katika misingi hiyo, kwamba watambue kwaio na, na hapa sasa nawataka mashabiki wetu watambue kwamba sisi kila mchezo wetu tunakwenda kucheza tunakwenda kusaka alama tatu na, na, na ushindi, hatutafuti kitu chingine sijui sare, kwa sababu wapinzani wote tunawamudu ambao wapo katika ligi kuu. Kwa hiyo niwasihi mashabiki wajitokeze kwa wingi, kwa sababu tunakwenda uh, kufanya sherehe kubwa, tunafanya tukio kubwa, tutakwenda kumwaga mpira mwingi sana siku ya kesho: mpira, ushindi na burudani. Hicho ndio kitu ambacho tunawaahidi kuwaandalia katika mchezo wa kesho KVZ, KVZ, KVZ.